Sisi tunatambua umoja kama tunazosema kwamba kanisa ni moja takatifu katoliki la mitume, lina miongozo yake na vile vile lina ofisi ya mafundisho uwezo ka kaanza kuropoka kuropoka tu unaanza kujiongelea mbele yake. Ndio maana anasema kama kanisa aliwezi nikakosea katika maadili na imani. Linapoona kuna mkanganyiko katika wafuasi kutokana na uzushi unaotokea, mama huyu kanisa anasimama, anasema, wanangu, tupite njia hii, hii ndio njia sahihi kwa katika imani na maadili. Sasa wewe huwezi ukasimama tu mwenyewe, unasimama tu, mimi nafundisha mambo ya teolojia, mimi nafundisha mambo ya imani, nani ya imani Katoliki, nafanya hivyo. wamekosea hao. kwa ajili ya kujifurahisha katika ulimwengu huu, ili wakushangilie na watu wengine waseme kwamba, angalia wakatoliki nao wanapingana. Katoliki anapingana na nani? Kwa sababu tuna utaratibu wetu unayo ofisi ya mafundisho ambayo inaelezea kitu nachosema, mafundisho ya mama kanisa. Na muumini hawezi kaota ndoto akasema kwamba nina naota ndoto leo, nimefunuliwa kwao, naenda kutangaza. Muumini mkatoliki anatambua kwamba kanisa hili linaongozwa katika umoja na pale juu tunaye Baba Mtakatifu ambaye ni alama ya umoja huu katika kanisa letu ulimwenguni. Na huyu Baba Mtakatifu anayekalia kiti cha Petro anapokalia kiti cha Petro, anafundisha kuhusu imani na maadili, hauwezi kukosea mama kanisa huyu. Na waumini wake wanapofuata maadhimisho haya pamoja, vile vile wanaingia huko, na kwa sababu hiyo ukweli ni kitu muhimu sana kusikiliza na kusoma kanisa linatufundisha nini. Ni muhimu sana muumini Mkatoliki ambaye amebatizwa, amefuata mafundisho vizuri, atafuatilia vizuri kwa undani mafundisho ya mama kanisa, na kwa sababu hiyo tasikiliza vizuri sauti ya mama kanisa, aweza akaropoka tu akajiropokea anavyopenda, na, na matokeo yake tunaharibu taswira yetu sisi wenyewe, tunajiaibisha. Unapojiendea tu wewe mwenyewe unajiropokea wewe mbele ya watu, mimi ni Mkatoliki, ni unajiharibia, na unapojiharibia unaonekana una maana kwa sababu unaongea mambo ya bla bla ambayo hayaendani na imani Katoliki. Wewe ni nani? Umepandikizwa? Umelipwa ili uende ufanye moja mbili tatu? Hatufanyi hivyo. Ndio maana Kanisa Katoliki lina umoja. Umoja huu ni kutoka Baba Mtakatifu mpaka mtoto wa mwisho nayo batizo leo ko kitu kimoja, tunaongozwa na maandiko matakatifu, lakini tuna mapokeo na bado tuna ofisi fundishi la, ya kanisa Katoliki natuongoza hawa watoto, hawa wanapata sakramenti ya kipaimara. Wakati mwingine tunasema kwamba tuko katika ulimwengu ambao unaangalia na kuelezea hata binadamu kadia matumizi ni mtumie huyu kwa manufaa yangu mimi, kwa sababu nitampa pesa. Na huyu asipotambua, anapokea pesa zile kwa sababu ya umasikini wake, anapokea yeye, anaenda vile vile. Ndio maana tunauana, na ndio maana tunatesana lakini dhamiri zetu zimekufa, na ndio maana e, tusipofufua dhamiri zetu hizi tunakuwa vituko, maana tusema kwamba tunaishi kama Mungu hayupo. Yani tumebatizwa, lakini tunaishi kama Mungu hayupo. Ukienda, akiwa unapita barabara hii, ukafika pale makurunge pale barabarani utaona kibao kimeandikwa Saadani afu kimeonyesha vile, maanake kinakuonyesha kwamba ukienda huku ni Saadani, lakini kibao kile kinaendelea kuwa pale pale. Wewe kama utaenda utafika Saadani, utatoka Saadani, utarudi utakikuta kibao kile. Sasa kama mimi muumini, kwa nini niwe kibao cha kuonyesha kwamba njia hii inaelekea huku Nahitaji kwenda sadani. Sisi tunamwendea Mungu. Kwa hiyo, siwezi nikasema tu mimi ni mkristo niliyebatizwa, lakini hata siku moja maneno yangu, imani yangu, sala zangu haziendani na imani yangu ninayoishi. Kwa maana kilatini anasemaje? Anasema eh, lex orandi et lex credendi et agendi aanaksaa et agendi o et vivendi, manake nini? Mwongozo wa sara ni mwongozo wa imani na matendo au na maisha hivi vitatu, vyote vitatu lazima viende pamoja: sala zangu, imani yangu, matendo au maisha yangu. Waingereza wanasema haya yote lazima yawe katika harmoni, uende pamoja. Ndio muhimu katika maisha yetu, kuishi hivyo, basi hivyo tutakuwa tunatengeneza ukristo wa ajabu feki ambao umetengenezwa Ukristo sio kuvaa rozari. Ukristo si kwa sababu nimeenda kanisani tu, ila maisha yangu sala zangu na matendo yangu yanaonyesha ukristo wangu mbele ya mwenyezi Mungu. Na mtu mwingine ambaye si mkatoliki aweza kaja kunifundisha mimi, lakini wakati mwingine mtu mwingine anaweza kaja anaanza kukuhukumu wewe, mkatoliki moja mbili tatu, hajui chochote, lakini nina mafundisho ya kanisa katoliki Naelewa ukatoliki wangu, naelewa utambulisho wangu kama Mkatoliki. Hayo mengine yanatoka wapi? Siwezi kaelezwa na mtu mwingine, kwa sababu leo hii katika ulimwengu huu tuna mahakimu wengi sana. Kila mtu ni hakimu, yeye mko moja mbili tatu, yeye mko moja mbili tatu, yeye mko moja mbili tatu. Jamani, tutafika wapi? Sali katika imani yako ulio nayo E, ufuate mafundisho yako sasa. Si nilazimishe nini wewe? Mimi ni mkatoliki na ninaamini katika kanisa moja takatifu katoliki la mitume. sa So, wewe sijui ni nani uwe huko, inakuuma nini katika imani yangu? Kwa nini uwache imani yangu uanze kuelezea imani yako? Uache imani yako uanze kuendelezea imani yangu, Niache na imani yangu, mimi niweze kuishi imani yangu. Ndio maana tusiposimama vizuri, tunatangatanga na tunatangatanga, ndio maana wakati fulani tutakuwa washirikina. Nawambia juzi kwenye kesha pale, ukienda kwenye njia panda nyingi, sasa hasa kule karibu na nyumbani kule, watu wanapasua nazi, we nazi zinapasuka kweli kweli. Wewe kila mara naenda kwenye jepanda wapi, nazi imepasuliwa, kienda hapa imepasuliwa. Ukizubaa unatembea usiku, unashangaa kuna mwingine anaogeshwa maji na, mungina, na ugeshu, ama, jina, mganga. Sasa so, unataka na mimi niwe hivi? Hapana, imani yangu sio hiyo. Oh, naona kwamba nani ndio hiyo, endelea na madhani yako hayo, lakini siwezi nikachanganya imani na nikaishi sivyo na ndivyo tunavyoambia atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Tuko katika jamii mchanganyiko, katika jamii mchanganyiko hii na imani ziko mchanganyiko. Wakati mwingine imani inaweza kaonekana kama bidhaa inauzwa, na kwa sababu hiyo, ukizubaa, we mwenyewe unaenda huko, wale ambao wananunua imani wakanunua ya kwako, na ukashanunuliwa wewe unakuwa kituko mbele ya kanisa na una aiba hata kujitambulisha wewe ni Mkatoliki, wakati unaona kabisa wewe si Mkatoliki. Si kwa sababu umebatizwa katika kanisa Katoliki lakini maisha yako yanaendana na kile ambacho kinatakiwa. Angalia katika somo la kwanza, Mkatoliki yule ambaye anamwamini Mungu, Mtakatifu Stefano wameamua sasa kumhukumu, si kwa sababu amekosea. Wanampiga mawe, na ni mtulivu, anayo amani ya moyoni, na katika amani hiyo ya moyoni anasema, mikononi mwako Bwana naiweka roho yangu. Ndio maneno yake ya mwisho na ile Baba, uwasamehe hawajui watendalo Maneno mikononi mwako naiweka roho yangu, mikononi mwako Bwana naiweka roho yangu, mikononi mwako e Mungu Kristo naiweka roho yangu e. Maanake mwisho wa wakati tukiishiishi tu bila kuelewa hatua ya kufa eh, tunaweza tukawa ni watu wenye, wenye matusi, unakata roho badala ya kusema imani yako iliyokuongoza, unatukana. Wewe unamtukana mtu eh? Ninyi nyote mlio nizunguka hapa, wapumbavu sana. Alafu nakata roho zako naondoka. Sana jabu. Lakini huyu anaelewa, kwa sababu maisha yake yalikuwa hivi, ameyashuhudia amekuwa na ushuhuda huu katika safari yake ya maisha, na ndio maana mwishoni anasema mikononi mwako naiweka roho yangu, na anaona wanaofanya upuuzi ule, wanaompiga: Baba, wasamehe. Ni yule aliyejaa Roho Mtakatifu, ni yule aliyekuwa jasiri kwa sababu ya Roho Mtakatifu, ni yule aliyejitolea kwa Kristo, yule ambaye hakuacha, hakuacha kitu chochote, na kila kitu amemkabidhi Kristo. Ndio huyo anayotoa maneno haya, na unakuwa ni mwongozo wetu sisi wa Kristo.